Majina naitwa Baraka George Udoga, mimi ni engineer uh, wa ufugaji bora. Mimi ni fundi uh, ambaye naongoza kundi letu la ufugaji bora. Tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa miundombinu, hususa katika issue nzima ya miundombinu ya kuku, kumaanisha mabanda ya kuku na local cage ambazo tunazitengeneza. Sasa ziko faida nyingi ambazo nimekushaelezea katika utengenezaji wetu wa local cage, na pia ziko faida nyingi ambazo nimeshakuambieni wafugaji wenzangu kwamba ukitumia njia ya kutumia local cage itakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kufikia lengo. Yaani maana yangu ni hivi. <coughs> Kwamba unapotumia roko keji unatumia, yaani, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukafaidika navyo. Nilishowe kuviorodhesha katika vipindi vyangu, lakini ninaweza nikavi nikavipitia ili uweze kujua kwamba nilishasema kwamba unapotumia roko keji unatumia eneo dogo kufuga kuku wengi sana, kwa sababu keji yetu kama unavyoiona, kwa mfano mzuri tu, hii keji yetu ambayo imechukua sehemu dogo sana <coughs> kwa upana wa eneo tumechukua kama mita mbili na nusu urefu wa eneo tumechukua kama mita saba. Hapa tumeweza kufuga kuku 500. Yani, kedi yetu hii ilivyosimama hivi inabeba kuku 500. Sasa huu au hii ndio faida ambayo tunaizungumzia katika swala zima la ufugaji wa kuku kupitia njia ya kedi. Yani, kama una eneo dogo na unahitaji kufuga kuku wengi, basi tumia keji ili kuku wako wasiweze kutapakaa ndani ya banda. Faida nyingine nimeshazungumza kwamba kuku unapofugia kwenye una keji inakuwa sio rahisi wa kupata maambukizi ya magonjwa, yani magonjwa ya mlipuko hususan yale ambayo yanasababishwa na uchafu na kupitia kinyesi chao, pindi wanapoweza kunyea vya vyombo ambavyo wanatumia katika chakula na maji. Sasa sisi keji yetu ina mifumo mifumo ambayo itakuwa automatic na mifumo yote itakuwa nje. Hapa tuko katika hatua ya kumalizia keji yetu. Kwa, kwa maji tutaiweka. Tutakuja yake kuonyesha katika kipindi kinachofuata kwamba mifumo yetu tikishakuwa tumeshaisuka vizuri pia mtaiona. Lakini hizi keji pia zinasaidia kwa namna nyingine kwamba unaweza ukatumia muda mfupi sana kuweza kuhudumia kuku wengi, kwa sababu keji hii, uwekaji wa chakula ni rahisi, maji unajaza katika ndoo moja, anasambaa katika mipo zake. Ishu nyingine kwamba hapa tutaweka bati za mwanga, tuja kuonyesha katika kipindi kinachofuata, kwamba inakuwa ni rahisi wewe kuweza kuhudumia kuku wengi kwa muda mfupi sana na ishu nyingine ambayo pia naweza kukuambia, kuna baadhi ya wafugaji ambao wameshawahi kununua keji za Kichina na hizo keji pia zimeshakuwa tatizo kwamba heather zimechoka au unataka kubadilisha uingie katika mifumo yetu ya keji za kienyeji kama namna na hii. Hii ilikuwa ni keji ya Kichina ambayo mteja wetu ametupa keji ya kuku mia tano lakini, sisi baada ya kuchukua vile vifaa tukaigeuza kuwa keji ya kienyeji, tumeweza kutengeneza keji ya kuku mia nane Hii ni keji ya kuku mia tano Upande wa pili hapa tuna keji ya kuku mia tatu. Kwa hiyo tumeweza kugawa, tumepata keji ya kuku mia nane. Kwa hiyo huo ndio urahisi wa wewe kutumia kwamba leo hiyo umetutumia mafundi sisi kuja kukubadilishia keji yako keji yako ya kichina kuwa ya Kiswahili, utafaidika kwamba keji itakuwa kubwa zaidi, kwamba kuna vitu vichache tu utaviongezea. Milango kila kitu tumeacha vile vile kama unavyoweza kuona, hii ni milango ya kichina ambayo sisi tumeamua tuiache hiyo hivyo, basi mteja wetu ataendelea kutumia kama namna hii karibu sana katika vipindi vyetu vya ufugaji bora. Pia msubscribe, muweze kushare, mcomment na pia mkitaka mawasiliano yanapatikana hapo katika chaneli yetu, tuwasiliane tuweze kufanya kazi kwa pamoja, ushauri tutakupa bure. Asante.